Uh, wanja wa taifa ilitoleka uh, ilitolewa taarifa kuhusiana na kufungwa kwa muda kupisha marekebisho uh, na kama Watanzania tuna timu ambayo inashiriki mashindano ya kimataifa ambayo inatumia uwanja ule, maelekezo ambayo pia ama taarifa ambayo ulikuja kuitoa kama response yako ni kwamba uh, taarifa ile ilitolewa kukiwa kidogo kumechelewa uh, kwa sababu tayari mlikuwa mnafanya hayo marekebisho labda mpaka sasa hivi uh, uh, kwa taarifa ambayo unayo kama katibu uh, mkuu uh, ni tumefikia hatua gani katika hayo marekebisho? Lakini je, uh, Watanzania wategemee nini kwa timu zao ambazo zinatumia uwanja huo katika mashindano ya kimataifa? Asante. Na mimi kama kawaida yangu naanza na hilo la mwisho, uwanja wa Benjamin Mkapa. Jamani, ni hivi, kilichotokea ni kwamba wakaguzi wa kafu walipokuja ilikuwa ni siku mbili au tatu baada ya mechi ya Simba na Azam. Siku waliokuja uwanja ule, kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka kwa, kwa, kwa, kwa ambao hamfahamu uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi natural grass. Kwa kila baada ya mechi kuna kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri kwao, tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa, ili turuhusu nyasi mpya kuota, lakini, lakini pili Uh, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile, walituambia mambo mawili makubwa. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi, tukamwambia tukamwambia tumefyeka asubuhi nyasi hizi, baada ya siku tatu zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifua tifua, ili kuruhusu hewa kuingia na ku tengeneza vizuri uwanda wa, wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika ziko bandarini, muda wote zitakuwa zita hapa na zilifika baada ya siku tano. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya wiki, zaidi ya wiki mbili, uwanja ukiwa tayari, na ndio maana nikasema tunawaomba kafu waje wakague leo, kwa sababu uwanja upo tayari na yale waliokuwa wamesema ni marekebisho ya kawaida ambayo mara nyingi wakipita kukagua wanayasema sasa nataka nikuhakikishie ndugu yangu uh, Joel uwanja uko tayari wakaguzi wa CAF wanakuja tarehe 20 sisi tumeomba waje hata kabla ya hapo watakuja waone uwanja uko tayari best of the best pitch nzuri kabisa wote mnakumbuka mwaka jana mwaka juzi wakati wa AFL tulitajwa kuwa moja ya viwanja bora vitatu Afrika si ndio au mmeshasahau haraka haraka Aa, tuwezi tukawa tumeuharibu uwanja haraka haraka namna hii. Uwanja uko tayari, ni vile tu kwamba ukaguzi haujafanyika tena, lakini wakija tarehe ishirini tunaamini litakuwa limekwisha, na mechi yetu ya Simba na Al Masry tunaamini itakuwa Dar es Salaam kama kawaida, ondoeni shaka kwa sababu uwanja wenu uko sawa sawa. Hili jingine la tozo, eneo la tozo kwa wawekezaji ni eneo ambalo limefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa sana, Sinazo takwimu hapa, lakini tumezifanyia kazi sana, lakini serikali yetu ni sikivu. Yako maeneo mengine ambayo wawekezaji wanakuja kutuambia kwamba sisi, tunaona eneo hili pengine ni double taxation, wataalamu wanakwenda, wanalitafakari, wanaliangalia kitaalamu, ikithibitika kwamba ni utozaji wa mara mbili wa kodi, na lenyewe linafanywa kazi hiyo, kodi kama ni kufutwa, inafutwa. Lakini pili, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita, katika miaka minne moja kati ya maeneo ambayo tumeleta nafuu kubwa kwa wawekezaji ni urejeshaji wa kodi ya ongezeko la thamani tax refund. Tumefanya tax refund kubwa, nadhani tumefika zaidi ya shilingi trilioni moja katika mwaka mmoja, jambo ambalo huko nyuma ilikuwa chini ya shilingi bilioni mia moja. Na hili ni eneo ambalo wawekezaji walikuwa wanalalamika kwamba kwenye sheria zenu mnasema mimi mwekezaji nikija kuwekeza nitapata ondoleo la kodi hii na hii na hii na hii, na nikishawekeza kodi hizi nitarudishiwa au nitapewa nafuu kwenye kodi inayofuata. Hapo wakati wa kuleta nafuu huleti matokeo. Yake wawekezaji walikuwa wanakata tamaa, wanaondoka. Tumeamua tusimamie sheria hiyo kwa vitendo, wawekezaji wapate tax refunds zao. Sasa hivi confidence ya wawekezaji imeongezeka, kwa sababu wana uhakika lakini pia tumewahakikishia, ila aliyosema John, we are predictable, yani tunatabirika, sio leo mmesema hivi, kesho mmebadilika, kesho kuto mmebadilika jambo kama hilo wawekezaji hawalitaki. Kwao ni zaidi ya kodi, ndugu yangu Joel, ni zaidi ya hapo, na mengine mengi tumeyafanya, lakini milango ya serikali ipo wazi, wakati wowote wakiwa na hoja tunajadiliana nao. Kuna vikao rasmi vinafanyika kupitia uh, ofisi ya rais Uh, mipango na uwekezaji kupitia TIC na changamoto zinazojitokeza zile ambazo tutazikubali, kwa sababu pia na sisi hatuwezi kwenda kama ling'ombe, kwamba kila kitu ondoa hiki unakubali, ondoa hiki unakubali, mwisho wa siku Watanzania watapata kitu, lakini ziko hoja za msingi ambazo wawekezaji wanakuja wanazisema, tunazisikiliza na tunazifanyia kazi. Mheshimiwa, okay, uh, ningepongeza sana namna ambavyo serikali ya Rais Samia Suluhu inavyopambana kukisha nchi ikaa sawa. Mimi naitwa Brian Hilary kutoka Bongo 5 Media. Nani? Brian Msuya kutoka Bongo 5. Ndio. Swali langu ni kwamba umeleza kwamba mfumo itakuwa ni kwamba mtu ambaye atakuwa anaweza kuagiza mzigo wake container lazima tukatoka bandarini moja kwa moja kwa SGR yani reli. So na kufika sehemu kama hii hapa kwa sababu umesema kwamba mifumo mtaiweka sawa. Sasa itakuwa vipi kwa watu wa malori mtawasaidia vipi? Watu ambao wanajihusisha na malori kwa sababu, unavyojua mheshimiwa, malori pia kuna ajira za watu kule na vitu kama hivyo. Swali so langu ni hilo tu, mheshimiwa.